Yeah. Kwa kuna vitu vingine usipokuwa na imani yaviwezi vikatendeka, unatakiwa uamini ndivyo atendeke. Angalia kipindi Yesu amealikwa kwenye sherehe ya Kana, amealikwa kwenye sherehe ya Kana. Alipokuwa amealikwa kwenye ile sherehe, maandiko anasema kwamba ile divai iliisha katikati ya sherehe, vinywaji vilikatika, wakaanza kujiuliza itakuwaje. Mbona sherehe bado inaendelea na vinywaji vimekatika, vime na ujue kwamba sherehe ni kula na kunywa, eti hamna sherehe ya maneno maneno, sherehe ni kula na kunywa, hasa kunywa. Hakupo wasa kula bila kunywa. Angalia, wakamfuata Yesu, wakamfuata mama yake, na Yesu naye alikuwa amealikwa kwenye sherehe. Alipoona ile hali, akawaita wale wahudumu, nyie, njoni, njoni. Wakaenda, walipoenda akawauliza, nini changamoto, mbona vioji haviji na sijui vioja hapa, mbona haviji? Anasemaje? Anasema vinywaji vimeisha. Akasema yupo hapa ambaye anaweza kuprovide vinywaji yuko mahali hapa ambaye anaweza akaleta hiyo akajui uhitaji na moyo wako. Yupo mtu ambaye anaweza akasababisha hiyo hali ya kutoa kuwepo kuhakikisha kwamba vinakuwepo. Na asubuhi ya leo bado Yesu yuko mahali hapa kwenye maisha yapa. Haleluya ya, haijaishi kwamba uko kwenye ukame kiasi gani, haijaishi kwamba uko kwenye, ja kwenye maumivu kiasi gani, haijaishi kwamba una hali mbaya kiasi gani, lakini kazi yake ni kusawazisha yeah. maisha yaliyopinda na kunyoka kwa neema yake haleluya haleluya. Ya nicho ambacho kitukua akawambia, sikiliza, yuko musu mahali hapa bila namjua huyu ni kijana wangu ni mzaa, namjua yeye ni mwana wa Mungu. Namjua Mariamu akawambia ebu, ebu, ebu, nendeni kwake nendeni kwake. Wakamfuata wakamwambia Bwana, tumeagizwa wewe ni Bwana, wewe tumeagizwa kwako, unaweza ukatatua hii changamoto. Yesu akamwambia mama yake, muda muda wangu bado haujafika, muda wangu bado haujafika. Wao wow, ni pasaaliya andiko kwa kweli, nijifunza vitu vingi. Muda wangu bado haujafika, miyi nikwambie, kuna namna hata kama muda wako bado haujafika, unaweza ukamwambia Bwana na muda wako ujafika katika jina la Yesu. Yesu yeah kamwambia Bwana hata kama kuna mambo bado hayajafika, lakini yanaweza yakafika kwa neema ya, ya Bwana. Yule mama alivyoambiwa vile, wale wanyweshaji wale, wale, wale wasimamizi wa harusi wakapewa maelekezo na Yesu wakawambia hivi, endeni nendeni kwe kwenye ile mitungi tekeni, yote tekeni, hiyo tekeni, tekeni, wekeni maji maji, weka maji, sio juisi, weka maji. Halafu baada ya hapo mkishajaza ile mitungi Chukueni maji peleka, peleka meza kuu, kwanza peleka kule meza kuu. Na wakafanya hivyo, wakafanya hivyo, wakapeleka kule meza kuu. Angalia kilichokuja kutokea ni nini? Angalia kilicho, wakati wanaonja yale maji yaligeuka kuwa divai, pena divai tamu sana, wakaanza kufurahia. Nicho ambacho Yesu anakifanya ini yani. Wakati kuna mambo ambayo hayawezekani, unaona ghafla yanaanza kuwezekana kwa neema yake, unaona ghafla mpenyi unapatikana kwa neema yake. Ndiyo maana unatakiwa uwe na imani. Wale walioambiwa katekeni maji mweke pale waliamini kwamba Yesu anaweza kafanya, hawakuwa na wasiwasi. Hebu wasi, fikiria nimeza kuwa wako pale, unawapelekea una unachota una maji unawapelekea, kwamba ndio kinywaji Amewagiza leta divai hapa, afu nenda unachota maji. Lazima ndani ya moyo wako kama hujaamini utakuwa na wasiwasi. Unasema -wasi. Yasipobadilika singeona aibu mwenyewe. Yasipobadilika ya maji yakawa divai ya kama divai ya nilivyoambiwa. After all Yesu hakuwa anajulikana kiasi asili. Kwa sababu ndio muujiza wake wa kwanza kufanya. Hawakuwahi hawakuwahi kusikia kwamba kuna mtu alibadilisha maji yakawa divai. Ya divai ya. Hawakuwahi kusikia. Hata siku moja. Kwa wao wakachota. Angalia kinachofanyika hapa. Kuna mtu anaweza asielewe hapa. Haya si haya, ni maji hapa. Ametumwa maji, ameteka maji, lakini wakati ameyabeba ameyabeba na nayapeleka meza kuu, yalikuwa bado ni maji. Nina imani kwamba wale watu walipokuwa wakipiga, watu wanaangalia, mbona hayabadiliki? Sasa mbona hayabadiliki? Wanaangalia tu, mbona hayabadiliki? Ni sawasawa na muamini Bwana kwamba Mungu atakubadilisha maisha, ukiangalia, mbona kama sibadiliki mbona maisha yabadiliki mbona kama ni yale yale mbona ni kama ni yale. Lakini kumbe kidogo kidogo, kuna namna Mungu anakutengeneza, kuna namna Mungu anakuandalia njia unajikuta ghafla mambo yanaanza kubadilika ya kwa kasi ya ajabu sana, unabaki unashangaa imekuwaje? Ni kwa sababu Mungu alibadilisha kidogo kidogo. Ndio maana unatakiwa uamini mchakato Haleluya, unatakiwa mini mchakato namna Mungu anavyofanya. Hafanyi kama wewe unavyo unavyodhani, hafanyi kama ulivyotegemea.